Bismillah, walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyid sallallahu alayhi wasallama. Nipo katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallama Masjid Nabawi, nikiwa katika upande wa kusini magharibi mwa msikiti huu hapa nipo alisimama ah, hey, na hapa inapoonyesha video upande huo anaokuja ndugu yetu anaovaa kanzu la rangi ya kijivu ndiyo mwisho wa kusimama maamuma anayeswali sala ya jamaa ambayo anaifuata sala ya imamu wa Masjidi Nabawi. Atoswali mbele ya hapo, sala yake ya kisheria itakuwa imeharibika. Anapokuja shekhe wetu huyu hapa, ndipo mpaka wa kuswali baina ya maamuma na imamu. Kwa hiyo kibla cha imamu wa Masjid Nabawi kipo kushotoni mwa video hiyo na upande wa mbele, japokuwa kuna miswala lakini sharan hakufai kuswali swala imamu, na ili kutoa ushahidi wa hilo hapa pameandikwa kwa lugha zote mbili, Kiarabu na Kiingereza huna muhadhatul imam. In line with the imam. In line with the imam manake nini? kutokea hapa ndipo mpaka wako wewe, maamuma unaoswali nyuma ya msikiti eh, nyuma ya imamu wa Masjid an-Nabawi na ataiswali mbele, manake huyo sharan an anakuwa na swali peke yake. Kwa hiyo ni vitu muhimu vitu vya kuzingatia, watukufu wa Islamu mnaotembelea zia, mnaofanya ziara katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasalama. Nipo kusini magharibi mwa msikiti huo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasalama ile mbele yako ndiyo sehemu ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amelazwa, na raudha iko pale. Kwa hiyo tuwe makini sehemu ya kusimama kama maamuma ma, isije ukajikuta umeswali, kumbe mwisho wa siku umefanya mazoezi. Bado tupo katika msimu wa haji, tap tupo katika mwezi wa haji, hivyo hapana budi tumalizie na ibara yetu ambayo imekuwa kama ni kauli mbiu yetu, hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun